Of course hii ni habari kubwa kweli kweli, ambaye kila kona ya dunia wamebaki midomo wazi wakishangaa kuhusiana na stori hii ya wanaanga waliokwama tisa angani eh, na kurudi duniani. Yaani walikwama miezi tisa huko angani eh, walikaa kwa takribani miezi tisa, lakini pia hatimaye wamerudi duniani sasa. Hii ni baada ya kukaa miezi tisa kwenye kituo cha anga cha kimataifa cha ISS, hatimaye wanaanga Sunita Williams na Butch Wilmore wamerejea duniani. Wanaanga hao walikwama kwa takriban miezi tisa wakiwa angani toka walipoondoka duniani mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Zoezi la kuwarudisha duniani limekamilika salama baada ya kampuni ya SpaceX x inayomilikiwa na Elon Musk kutuma chombo maalum ambacho kimefanikiwa kuwarejesha duniani. So hiyo video ambayo unaiona hapo sasa hivi amen I kwenye skrini yako ni baada ya wao sasa kurudi duniani walivyopokelewa, and something like that of course, sijui una maswali mengi kama ya kwangu kuhusiana na history like, miezi tisa walikuwa wanakula nini, because you know, huwezi ukasurvive katika